Mesikia ushauri hapa kwa baadhi ya mabosi ambao wamekaa hapa, hasa bosi wa pili amesema kwamba uandae mazingira mapema. Ina maana kama kuna mavitu yako kwenye mafriza huko, kama ni nyama, ni samaki, unaweza ukavitoa vyote, ukayeyusha vyote, si ndio eh? Wakati oda inakuja unaenda na kile ambacho umeambiwa uandae, vingine utarudisha tena kwenye friji, si ndio? Nafikiri kitu kama hicho kwa kwa wale ambao sasa Bosi anasema hao mabosi wapo na wataendelea kuwepo ambao hawataweza kutengeneza ratiba yeah, ya wiki nzima, ikajulikana labda leo ni chakula hiki, kesho ni kile. Yeye yeah, anakuja tu anashtukiza pale, anaposikia appetite ya kitu ndio hapo hapo anaoda, kama vile ameenda hotelini. Umeona, na hapo hana chef, maana mashefu angalau wana uzoefu na hayo mambo. Ukichukua professional chef awe wow, mpe oda tu dakika, wanasemaga dakika ngapi 45 chakula kiko mezani lakini sasa unakuta umechukua dada ambaye hizo sio shughuli zake sio professional wa hilo eneo. Bosi wa hivyo, inabidi uwe na pro nyumbani wa mapishi jamani, ambaye ameshazoea five star. Mtu akija mteja, hata kama wako wangapi mnaoda chakula mko hata kumi, vyote vinakuja kwa wakati mmoja, si ndio? Kwa hiyo inabidi uangalie pia, je, niko nyumbani? Mazingira yangu ya nyumbani yana yani ya na ya na ya ni rafiki ya kuoda chakula hapo hapo dada aweze kukifanya kwa muda huo lazima pia tufanye lakini, kwa upande wa dada, nitaka ni kusikia ushauri uliosikia hapa, vipi unaweza ukakusaidia ili hiyo changamoto unayopitia iki, kama bosi wako sio mtu ambaye anaweza kujiajusti kwenye ratiba akaendelea kuleta oda zake dakika za majeruhi, vipi huo ushauri ambao wa mabosi wameutoa hapa? Kwa mimi kwa mazingira yangu pale naona sio sahihi, kwa kwa mimi kwa sababu, kwa mfano kama juzi niambiwa la andaa ndizi, nikaziandaa vizuri, nikamenya, nikaweka na natakiwa nipike mchemsho, naambiwa lakini, hizo ndizi basi ziache tu azi azi uspike Mone. kwa hiyo ile unaweza ukajiongeza kumbe, ndo unakuwa una haribu zaidi, sio kuandaa. nimetolea mfano juzi niliambiwa. kwa hiyo si kama ulikuwa ushazimenya mm -hmm, nilimenya lakini kaonekana kwamba sawa, ulikuwa umezimenya tu. Ndio, kwani ndizi zikimenywa si zinawekwa ndio maana nimesema, yani inakuwa yeah. ni vigumu ila kwa wepesi wangu mimi mm, yaani kwamba akibadilisha tu ratiba kwamba hata kama yeye hana ratiba, ila anijibu kwa wakati ndo sasa tunasema hicho tu basi. Huu wakati kwenye wakati kumbuka yeye ye, yuko na mambo mengine ndiyo. wewe uko nyumbani. Kwa hiyo tunachotaka kukiongea hapa ni kwamba kuna ambaye anaweza kawa na kwambia kwa wakati, ndiyo. na kuna ambaye hata kwambia, lakini jukumu lako wewe kama msaidizi nyumbani ni kuwa tayari kwa lolote. Ili mradi tunachowaomba mabosi, ndiyo, ukichelewesha oda, chakula kitachelewa na inawezekana hicho chakula kisiwepo. Kwa hiyo wewe inabidi uende ukanunue, unless hivyo vitu viko tayari nyumbani. Kwa hiyo issue itakuwa tu ni kuchelewa. Na wewe uwe tayari bosi wako kama anaweza akakucheleweshea na anaenda asikucheleweshe. As asikucheleweshee kwa nini? Ukijiweka hivyo utaondoa hiyo niseme kama hali ya ku sio kunungunika, mm. kujisikia disappointed kujiskiasi Kiswahili utasemaje? kwa sababu wewe unategemea bosi atakwambia mapema, lakini akwambii mapema. Kwa hiyo utafanya nini? Utanuna? Hapana. E, utakasirika, kuumia moyoni, unaumia. E, sasa kama mwanadamu, eh, kwa sababu gani? E, kwa sababu unatarajia sorry, matarajio. So e, ondoa matarajio eh, umesikia, ondoa e, matarajio kwamba bosi wangu anaweza kaniambia mapema au sio mapema. Ili mradi wewe weka kwenye mazingira bosi ameniambia hichi sawa, lakini hichi, kwa sababu hakuna kitu itachukua muda fulani. Kwa hiyo yeye ajue tu. Kwa hiyo tunachoambia mabosi mkichelewesha oda, mjue na mnachokitaka kitacheleweshwa. Kwa hiyo kusiwe na ugomvi sijui umenielewa. Wewe tu uwe tayari kuchukua hiyo oda muda wowote, usianze sasa kununa au kasirika kwa sababu amekwambia nipikie pilau saa moja hmm. sijui umenielewa? Ndio sijui mwanani anachokisema, naelewa na yule ni mwajili wako Yeah. Ili mradi muda wa kupumzika upo, au fanye kazi masaa yote 24 hours, usiku unapumzika, oda zitoke any time kwa sababu haina ubaya. Mimi mchana umepika ugali, nikasema sisikii ugali, nataka wali. Sasa utanazimisha mimi nile wewe Hapana, eh, ndio hivyo. Kwa hiyo maanaake wewe lazima uwe na utayari wa kubadilika huduma unayotoa, kwa sababu jamani wadada, wewe unalipwa kwa saa, kwa siku, kwa dakika, haulipwi kwa kazi unazozifanya. Nimeelewa hapo? Tofauti hapo, eh. yaani wewe kila siku ukiwa kazini unalipwa. Kwa hiyo mimi nikuambia gari siku nzima kuna shida gani? Si unalipwa bado? Au au kuna muda ambao ukifanya kazi ulipwe, eh. Kwa hiyo mimi nikwambia pika wali mara tatu kwa siku kuna shida gani, kuna shida? Shida. Ila hey, shida inakuwepo pale, kwa mfano labda unaniambia chakula nataka mchana kasoro. Hey. Umeona nile saa saba mchana, alafu nakuja kuniambia saa saba kasoro hey, no, hapo ndo shida inakuwepo. Ndio hiyo ni kasema mwajiri anatakiwa ndo akubali akikucheleweshea, oda chakula kitachelewa, yaani hapo hamna mchawi. Mchawi ni yeye. Sijui umeelewa? Ndio hiyo point tunasema Asante. Aa, kwa kuongeza kidogo kwako kwa wewe dada kwa kukusaidia. Kwanza kazini kwako umeshaonyesha kuna changamoto, kwa hiyo itakupotezea mila yani utakosa morali ya kufanya kazi. Ili kuirudisha hiyo kwanza jichuni, kwanza tofauti yani, utakavyotoka hapa, badilisha mtazamo wako, mwite bosi wako. Kwani kwani bosi, jamani, huwezi ukakaa naye mkaongea mkapanga vitu Mwita, mnakaa wote mnaongea, kwamba jamani, labda chakula fulani, au kuna changamoto gani huwa inatokea unaweza ukaoda chakula labda kisikubaliki. Unaonaje bosi, tukapanga hivi na hivi, unapenda labda un... kwenye hiyo familia kama imeshakaa muda mrefu, unaweza ukaona kama samaki inakaa inaodiwa kila siku, labda kila baada ya siku tatu kwenye hiyo familia. Kwa hiyo kaa panga ratiba wewe, sio mpaka bosi Kwe, kwa hiyo ukiichukulia kwamba tayari ni changamoto, kazi kidogo itakuwa ngumu. Lakini wewe unavotoka hapa sema naenda kubadilisha ile eneo. Bosi usiku atakushukuru, ataona huyu nimepata dada anayejiongeza. Muite mwambie hapa madam kuna changamoto. Hebu tukae mezani tuone tuichanganue hivi. Mpe alternative wewe. Watu sehemu zote makazini pote, mfanyakazi ambao ni anaonyesha IQ yake iko juu lazima bosi atasema huyu kweli kuna kitu cha ziada alichokuepo nacho, kwa hiyo muite muongee friendly kabisa. Hapa ratiba kidogo inabana, lakini mimi nashauri, tupange ratiba yetu, hivi na hivi. Inaonekana unapenda samaki mara kwa mara, hii samaki, tunaipika mara tatu au mara kwa vya, vya mbili kwanza unavotoka hapa unavofika pale uweze kuweza kubadilisha hata hiyo kazi zake. Lakini ukitakavyo hapana, bosi inabidi afanye hivi, mimi nifanye hivi, mambo hayawezi akaenda kabisa, i'm telling you. Kwa hiyo badilisha mtazamo wako wewe, alafu bosi wako atafuata mtazamo wako, utakavyokuwa unaenda na kazi yako utaiona ikiwa nzuri. Okay, nadhani tumpigie bosi makofi jamani, eh, makofi mengi sana eh. E, dada ameendelea kupata ushauri na ndio lengo la hizi semina, nadhani amekuja akiwa na mtazamo wake, lakini madam anamwambia ajitahidi kutwist mtazamo, mtazamo inabadilika. Kwa hiyo ni wewe kwenda kuhakikisha unatengeneza hayo mazingira, na wewe ni smart dada, kama unavyosema na kama ulivyopangiwa, hakikisha hilo linakuwa ndani ya uwezo wako lakini Ake. pia zaidi, mimi naomba nichangie pia hapo amesema uh, kwamba mfano bosi anaweza kahitaji chakula saa saba kamili, chakula cha mchana akiwepo, ila mpaka saa saba kasoro yeye bosi hajakupa kwamba ni kitu gani unatakiwa kuandaa. Sasa usikae dada yeye na wengine wote ukamvizia kwamba bosi asiponiambia kitu cha kupika mpaka ikafika saa saba mimi sijisumbui. Yani unategemeana kwamba sihajaniambia yeye, siajasema kitu gani nipike, kwa hiyo una relax. Hapana, ukiona imefika saa tano na nusu bado bosi wako hajakuambia kitu cha kupika, mtumie message. Kama yuko bize kupokea, hataiona message yako, lakini kama unahisi ukimpigia simu atapokea vizuri zaidi, unampigia samani, madam samani, saa mpaka hivi ni saa tano nusu, lakini sijui chakupika mchana laitu na na wo kwa yani dada. E, kwa kwanzia Dadaglo na wengine wote, jamani usimvizie bosi wako sasa kwamba asiponiagiza sifanyi huko ndo tunarudi kwenye zile level za traditional na hata traditional wa Dada Center pia siku hizi wanajua kwamba wanatakiwa we wanaulizia vitu kwa mabosi zao kwa wakati. Haya, karibu madam. Naomba tuendelee. Kabla hujaendelea tumalizie nawe kwamba na hiyo ndiyo maana ya smart. Sijui umeelewa. Smart sio kujiongeza tu kwa kutenda kama alivyosema Akila, ni kujiongeza kwa kujua vitu gani unatakiwa uhakikishe vinafanyika. Kwa hiyo kwa kuanza kuandaa mazingira, hiyo message anayosema ni moja ya maandalizi ya mazingira. Sasa unajua kabisa chakula average kina kuchukua masaa mawili kupika. imefika saa nne, saa tano, anza kumfuatilia bosi wako, tunafanya nini na yeye, utamkumbusha, utakuwa umemsaidia, sijui umeelewa. Kingine niseme cha msingi, Akila amesema mitazamo inabadilika jamani, si ndio eh? Mitazamo ina badilika, lakini mnajua kitu gani hakibadiliki? Dadangu, unajua kitu gani hakibadiliki? shida yako ya kazi haibadiliki, ila mtazamo una mabadilika. Kwa hiyo jua, kuna vitu lazima uvibadilishe ili usolve matatizo a hivyo ambavyo havibadiliki. Wewe unahitaji ajira, kwa hiyo unabidi umridhishe bosi wako kwa kufanya kazi vizuri. Hicho hakitabadilika lakini wewe ndo anabidi ubadilishe mtazamo wako ili uweze kufanya hiyo kazi. Sijui umenielewa, haya eh? Kituo kipo, utaendelea pia kupata msaada kituoni. Ah, na kabla bosi hapo hajaongea, nilitaka nikumbushie kuna dada alienda kazini akamwambia bosi wake pale Wadada Center tunawaa saa mbili. Mm. E, jamani, msitoke na mambo ya Wadada Center mkataka kwenda kuapply kwenye nyumba za, nyumba za mabosi wenu sawa eh? Hii ratiba ya hapa mnaamka mapema sawa, mnawahi kulala, kutokana na necha ya kituo chetu kazi zinawahi kuisha mapema, lakini kuna nyumba kazi zake zinaisha saa nne huko, saa tano si ndio? na kuna wale mnaenda kwenye nyumba za watoto wachanga, zile kazi ni masaa ishirini na nne Bosi wako anaegesha kidogo, wewe uko na mtoto, saa saba saa nane za usiku upo E, ndio professional wa malezi tena. Kwa bahati mbaya, aliyosema hicho kitu ni professional wa malezi, analala saa mbili, bosi wake ana katoto kachanga ndio kajifungua, anasema Wadada Center tunalala saa mbili. Hapana, ushindwe na uvivu wako, huo ni uvivu. Sawa, una taaluma ya malezi, lakini uvivu nao umekukamata unatakiwa. Uhakikishe muda wote uko pembeni ya bosi wako, akipata usingizi kidogo, unachukua mtoto unakaa naye masaa ishirini na nne watu wa malezi wenye watoto wachanga sawa jamani nitaka tu nikumbu yaani dada amenikumbusha alivyosema Wadada Center hapa sijui tuna ratiba tunaenda nazo ndio lakini ukifika kule unaziajasti kule kule unakokwenda usiseme unataka ukopi pesti utoke naye Wadada Center uka ukapesti kwa bosi wako hapana sisi tunakupa mwongozo namna gani ya kuweza kutoa huduma vizuri unapofika kwa bosi wako. Kwa hiyo utaangalia mahitaji ya pale unapokwenda ndio uadjust pale, sawa jamani? Eh, hey, nadhani madamu anaeleweka. Majukumu yanatofautiana kulingana na kwa bosi mmoja na mwingine ambacho kinafanana tumekubaliana ni kimoja tu, ambacho dada, <laughs> unatakiwa ukifanye kila siku kila mara kila wakati unapokuwa kwa mwajiri wako. Mada ya leo topic ya leo ndio kitu pekee ambacho kitawafananisha nyie wote kwenye utendaji, lakini vingine vyote vinabadilika kulingana na mwajiri wako, ratiba ya nyumbani kwake, kwa sababu kwenye watoto wadogo ni tofauti na ambako hakuna watoto. Haya, naomba tuwasikilize mabosi wa hapa. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, nadhani amezungumza vizuri kwamba muhimu ni mawasiliano. Um, kwa hiyo kama bosi mwanzoni nilikuwa sijaelewa kwamba yeye ndo anataka apangiwe ratiba au bosi wake anataka unaona kwa sababu mtu mwingine yeye hajali yani kwamba labda amejisikia muda fulani kula atakwambia naomba niandalie kitu fulani na utakapotengeneza yeye yuko tu sawa so nilikuwa sijaelewa kwamba kinachomsumbua yeye ni ile kwamba anaambiwa tu vitu bila ya nani lakini nadhani huyu amemwelezea vizuri kwamba kama bosi anasema anataka chakula saa saba, imefika saa saba kasoro bado yeye anaweza kumtafuta kwenye simu kama kumkumbusha. Anaweza kuwa mambo mengi. Jamani, mmesikia wadada

kumkumbusha. Huwa anafanya hivyo alafu ndio huwa anasubiria sasa. Sawa, lakini wewe si uko kazini, hata mwezi bado umetimiza mwezi? Ah, bado eh. Kwa hiyo bado kuna muda mrefu sana wa kurekebisha mambo, huna haraka yoyote yaani. Sasa hivi bosi anakusoma wewe, we unamsoma bosi wako, ila huu ndio muda wewe unatakiwa uutumie kuwaonyesha kwa nini wakulipe wewe mshahara wa smart. Sawa, sijui umenielewa? Kwa kuendelea kumkumbusha kuwa mkarimu <laughs> kwa kutoa huduma usiangalie muda, saa ika ukawapa tena wao presha. Angalia muda wa thamani unaowapa wao, sijui umenielewa hapo? Kwa hiyo endelea kukumbusha, endelea kukumbusha, lakini kama ulivyoshauriwa, tafuta muda, ongea nao, mwambie jamani, tunaweza tukaboresha, lakini ufanye kwa kuelewa kwamba wale ni waajili wako, lakini mtazamo wako, huo mtazamo wako, endelea kuubadilisha. Mtazamo nimeubadilisha, ndio maana mpaka leo nipo nikaona, nika mwezi wende wapi kulingana na nini? Ndio maana nikabadilisha mtazamo yani, u... Ebu tueleweshe vizuri uo huwo wachakula au kuna kingine yaani, mtazamo huo mnaoniambia kwamba nibadilishe mtazamo, hmm. Nilishaubadilisha, ndo maana mpaka leo. Kwa hiyo ulibadilisha nini? Ili tuelewane vizuri kwamba nimeona kwamba natakiwa kupika hata kama wachelewa kunijibu basi, mm -hmm. mimi niendelee kufanyaje? kusubiri mpaka ule muda watakaonijibu eh. na mimi nitafanya hata eh. kama kikichelewa madamu muda wenyewe walichelewa mm -hmm. kunijibu, ndio maana nikabadilisha hivyo eh, sawa. Kwa hiyo cha msingi, mabosi wengi wamekushauri kwamba endelea kutafuta muda wa kuongea nao ili mboreshe hiyo sehemu kwa sababu wengi wameongea vizuri hapa. Hata wewe ulisema kuna baadhi ya wajiri wamezoea kuishi na wadada kwa staili fulani, sijui umeelewa? Kwa hiyo wewe na uhakika wanakulipa hela ambazo labda huko nyuma hawajawahi kumlipa dada, yaani yeah. Yeah, hicho kitu nataka ukichukue vizuri leo. Inawezekana kabisa asilimia mia, wewe unalipwa zaidi ya wadada wote huko nyuma waliokuwa nao. Kwa hiyo manake sasa wewe lazima utafute njia za kuwaboresha Sijui umeelewa? Kwenye hizo changamoto ndogo ndogo, waonyeshe kuna kitu gani we unaweza ukakiboresha, ili mazingira yako sasa yawe mazuri. Kwa hiyo usione kama ni, ni changamoto. Ona hiyo ni fursa kwako. Sijui umeelewa? Hii kwako ni fursa ili wale waone, mmm, hata hizi hela tunazomlipa ni ndogo, ametuboreshea kitu ambacho tulikuwa tumekizoea hivi, lakini sasa hivi, tuko hivi. Sijui umeelewa hapo eh? Si ndio dada, yeah. Eh, ili mwezi ujao tunaongea mambo mengine si ndio? Ndio. Haya. Na nadhani mtazamo wa kubadilishwa dada Glory ni huu hapa, huu ulionao sasa hivi, yaani sio kwamba kazi zako ufanyi, lakini sidhani kama unasikia kwamba unalalamika, unazifanya lakini ni kama moyoni mwako hauna hamasa ya hicho unachokifanya, unafanya kwa sababu ni majukumu, lakini ambacho unakikosa ni passion. Eh, madamu anaweza kaelewa vizuri kwamba ametutengenezea mtaala ambao unasisitiza zaidi wadada wawe na passion katika kitu wanachokifanya. Sasa kama utakuwa unalalamikia hizo changamoto bila kuile, kuipa, kuipatia utatuzi, wewe utakuwa unafanya lakini ndio kama hivi, yani kila kitu unakuwa mbishi ni kama vile unakipinga ama unanung'unikia. Kwa hiyo mwisho wa siku utachoka. Leo unaweza ukajiona unaweza kufanya, lakini baada ya miezi mitatu minne mitano, kama alivyosema mkurugenzi Aaron mwanzoni kabisa, utajikuta hauwezi kumaintain hicho unachokifanya kwa muda mrefu, baadaye pengine ikakupelekea kukatisha mkataba wako, which is sio lengo ambalo ulikuwa nalotokea mwanzoni. Yeah, na na nani, Ruth. Eh, cha msingi ni kwamba Yani hii hi, semu tumekaa kidogo na huyu kwa sababu ni changamoto ya wadada wengi. Wadada wengi wana hii changamoto. Naomba, naomba mwelewe kwamba wote mnaosikiliza hii pia inawahusu. Ukienda kazini u, yani sijui nichukue mfano gani? wanasema uki, ukienda kwa Roma kuwa kama yani, nyinyi mnaondoka hapa unaenda kazini una matarajio yako sindio? Sasa unapoenda kazini matarajio yako yawe kwenye kumridhisha bosi wako tu, sio kwamba bosi wangu nataka nimkute na tv ya inchi sitini, sijui bosi wangu nataka mtoto wake you know, awe anaoga kwenye shawa. Kwa hiyo ukikuta kuna ndoo inakuwa shida sindio eh? Mkikuta maji bafuni yatoki inakuwa, kwa sababu huko Dar es Salaam umekuja kazini wa dada senta, si sindio Ukikuta kuna kubeba maji, unaanza stori. Kuna dada alisema hawezi kuosha vyombo kwenye beseni. Eh.